Nisitumie mitandao kwenye njia yote mbaya, mm. lakini pia waliniita kunipongeza kwa vile ninavyofanya vizuri, yes, kitu kama okay, inavyofanya so kwa vitu pengine, maudhui umesema, ambayo pengine hayakuwa mazuri ni hapa ambao, mm. walikuambia kwamba sio mazuri maudhui ya, mm. speaking ya maugomvi, ugomvi hapa nyuma yote wameongelea, mm. eh, kwa sisi, kuna watu wanatuangalia, kwa kwa hiyo tunapokuwa, kama mtu unaweza kuingia live yako kwa dakika moja ukao umepata watu zaidi ya elfu sita wanakaa na kusikiliza. Mimi sina tukao, uongee vitu ambavyo vitawajenga na siku wa bomoa yes okay kwenye okay. comment section pale, wakati post yako imepandishwa pale, nikaona kuna baadhi wakawa nasema uh, inawezekana e, pengine mavazi yako yale, unajua wewe ni stylish, pengine na yeye alifepo kwenye mada hiyo. Hapana, hakuongelea huko kabisa, hakuongelea hawakugusa kwenye biashara zangu, hawakugusa kwenye hao ninavyovaa lakini wao waliongelea in a way ya vitu tunavyokuwa tuna. Sasa kwenye maugombi mm. kuingia kugombana kutupiana maneno huyu na huyu hivyo, mm. sio vitu vizuri na hatakiwi havitakiwi, sisi watu tunaofuatiliwa kuwa tunavifanya, kwa maana mm. yes. rasmi. Sasa Anko T wale wote ambao wamekuwa wakichorana nao mitandaoni kunafunga mjadala nao <laughs> a, nita, kuna a way nitakuwa nimeelekezwa njia nzuri ya kudili nao. hawezi kumwacha mtu yeyote yaani Yaani, mimi binafsi yangu siwezi kumwachaga mtu ambaye mm -hmm. The way unavyokuja ndivyo ninavyokupokea mm -hmm. And mimi najitengeneza, mimi na kuheshimika. No matter wote, nataka unipe heshima kwa hiyo mm -hmm. pale utakapoonyesha dalili ya kunivunjia heshima nitakuvunjia heshima mm -hmm. Sasa hapo kwenye kuvunjia heshima ndio inabidi mm -hmm. utafute way mm -hmm. ya kueleweshana vizuri eh. ya. Onye moja vitu vingine ambavyo niviona uh, tukawetu wengi akaanza kuniuliza, sasa ujumbe wa mheshimiwa waziri pengine ulivyouona wewe, mimi nishuku kwa kikozi kwa kuwa ulivyouona hasa, uliwasiliana naye na alikwambia nini hasa, baada ya kusukuma ujumbe wetu, ulivyouona? Mimi kwanza ule ujumbe nilichelewa kuuona. Niliamka nikakuta DM imetumwa na watu wengi, mama kapiga yule. Kwa hiyo sikushtuka kwa sababu aliyokuwa ameniita ni mheshimiwa waziri lakini pia niliitwa na Baraza la Sanaa Tanzania. Hmm. Mimi si hawa Baraza la Sanaa Tanzania ni baraza mm. linalodili na hmm. shughuli zote za kisanii Tanzania hmm. na huku ndani sikuwa na expert labda ndani akakuta Filipino au Mjerumani mm. Yeah, yeah, ni wa Tanzania. Kwa hiyo nilichokuwa tu mimi najipanga kwa watakachoniuliza, nilikuwa willing kwa hiyo. <coughs> yeah. yes, yes, kwa hiyo sikushtuka. Hmm. Na pengine hasa no? tutaamini baada ya yeah. kusoma kile na wewe kuna majibu yako ngoni ilikuwa nayo hasa. Pengine ulitambua ni wapi ambapo umekosea ama ni nini ambacho ulikuwa unajitambua kwa ni kwa against labda katika hiyo wao <tutu> walipoelezea kwenye ishu nzima ya hapa nyuma, tulikuwa tunapitia maekaeka mengi. Yes, waliongelea kwenye njia hiyo, kama naweza nikaingia labda live ya TikTok au nikaingia live Instagram, ndani one minute nikapata watu watusita miss. Ninachotakiwa ninachokiongea kwenye hizo live kiwe kinatija na taifa, lakini pia kiwe kinatija na mtu ambaye anatamani kuwa kama mimi, ndio aliptezi sana kuna mimi katika hili kuna mkono wa mtu, kwa sababu labda hapo chini kuna biashara ambayo anafanya vizuri. Inawezekana labda kuna watu ambao pia wanafanya nao biashara, kwa mtu wako kwa mbona sasa kwenye ile bunge tu mzunguke Ankoti kwanza aito huko na mambo mengine ajielezee kwanza, punguze moto, pengine kuna hilo rahisi labda, lakini pia kuna hapo hapo watu ambao wamekuwa wakitaki sana waziri wa jima kwamba waziri, bwana Ankoti, Ankoti kuna hisi watu pia wanaweza kuwa wanatumika labda kushawishiwa kwa kusukume huko kwenye uongozi na watu wa serikali sizani ila pia na hata watu wanaokuwa wanatagi ujue kama watu wanavyokuwa na jima wanavyonionaga mimi sana sana nikiwa nimevaa nywele. Ngoja leo niweke hii clear, mimi nauza nywele na nimeanza kuuza nywele, mimi sijaanzia kuuza nywele Tanzania. Kwa nini niliamua kuvaa nywele zangu mimi mwenyewe? Kwanza nilikuwa na ukitumia, nilikuwa nikihisi nikimtumia mtu hataweza kufanya kama mimi ninachokifanya, lakini pia kutokana na safiri, safiri nchi nyingi sitokuwa na uwezo wa kuwa nambeba modo au nawabeba mamodo kusafiri nao ba nchi hizo, kwa sababu most of time nasafiri zaidi ya nchi nane nikiwa nasafiri nikiwa naenda kupata mzigo mm, kwa hiyo ule muda nitengeneze nywele mimi, nategemea nywele ni post, labda let's say nipo Philippines, mm. ili ni post nipokee oda, nikirudi Tanzania niuze. Siwezi tena kumsubiria nje kumsubiria tena nibebe mzigo nisionyeshe nije hapa nitafute mtu nishuti, muda unazidi muda unazidi kwenda, alafu na kitu kingine watu sisi, ukishakuwa unajulikana mm, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu watuni, si wajua mm, sijui unanielewa. Kwa wewe unapokuwa unajulikana, kuna mtu anayekupenda, kuna mtu anayekuchukia. Kwa hiyo most of them wanaomtagigi mheshimiwa waziri kumtengenezea picha mm, labda kama mimi ni mtu mbaya, na ndio maana mheshimiwa waziri alisema, aliingia kwenye peji yangu, anachoona na promo biashara zangu mm, lakini pia naishi maisha yangu, so mtu anavokuja kukomenti chochote siwezi mimi kuwa nafuatilizia au tuseme niumize kichwa, hani kanikomentia hivi, nitakuwa naumiza nitakuwa napoteza, kwa sababu nina vitu vingi sana on my plate na na on zaidi ya kampuni tatu na wafanyakazi zaidi ya arobaini. Sasa hivi na tunaongelea na wafanyakazi mpaka nje ya Tanzania, so nina vitu vingi sana vya kufocus kuliko kuanza kufuatilizia comment au kanikomentia hiki huyu ka comment kwa ndo hivyo. Okay, speaking kwenye biashara yako pia, uh, hapa katikati kulitokea mtafaruku ambapo Nifa na wewe mekuwa mkijibizana na moja kati ya hoja ambazo alizizungumza ni kwamba lipu bamu zako ukipaka kuna batu eupe ndani. Swali la kwa kwanza, ni kweli lipu bamu zako sio sio vile sawa kama unavyozipromoti? na yeye ulitegemea kuja kusema kitu kama na hiko stawa, mm. na unafikiri kwa nini unasema hivyo? Mm, kwanza ni sio sawa na sio uongo. Uh, I mean so, so ukweli mm. Lakini pia kwenye speaking of mm. watu wanaofuatilizia vitu perfect na classic mm. mimi huwezi kuniacha mm. Kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio muasisi mwanzilishi wa kwanza kuleta nywele classic Tanzania mm. Kwa always mimi vitu vyangu natumia hela nyingi, lakini natumia, mdala, pia natumia muda, halafu pia naenda I mean, naenda mm. napenda na kufanya vitu vilivyokuwa sahihi maybe hata mm. kumliko mm. si umeelewa mm na hiyo yeye analijua. Yaani mimi sifanyagi tu kwa sababu nifanye ila nafanya kitu ambacho nahakikisha kitakuwa kinatija. Kwa hiyo kwenye brandi brandi zangu yule alichokuwa anahofia alikuwa ananihofiaga. Anani, Always anahofiaga kwa sababu anajua mimi nilivyo, na anajua nini nafikiria. So na binadamu wanavyo, kama iPhone juice kipindi wanazindua uliona kuna comments zilisema iPhone, iPhone, ni hivi, iPhone ni hivi, ni hivi iPhone ni vile. Hiyo ni kama competition kwenye biashara which wewe unapofungua biashara, siwezi mimi mimi nauza kitu kama hicho au labda nina ndoto ya kuja kufanya kitu kama hicho, siwezi ngasikia cha kwako. Mimi tu ninacho, watu, mimi bamu yangu ime sold out in a week, which haijawahi kutokea. Mimi nime, nime launch ile product, nime launch mtandaoni, lakini pia ikapata mawakala zaidi ya watu 200 in a minute, so ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nikitaka hapa tena kuja kujibu hizo expectations za watu mm -hmm, inafanya hivi inafanya hivi mm -hmm mimi ni kipindi naileta sokoni. Sasa, sasa hivi nishakuwa na malalamiko hayo mm. na pia unapokea malalamiko yote kwenye bandi yako, si mbaya mm. kuyachukua kwa sababu sisi mm. hatutengenezi vile mm. vile tunavichukua, tunavipeleka, tunalipa makampuni mm. makubwa China, China wanatuzalishia wanatuzalishia mteja anapokuja kukitumia, kuna mambo, kuna yupo kinayompenda mm. lakini yupo asokipenda aso, tunafanyaje? Kujenga ndio hapo za kama kuna baadhi ya marekebisho, tutakuwa tayari sisi kurekebisha mm. lakini pia kama hamna hizi kelele za watu haziwezi kukutoa kwenye focus means, wewe sasa hivi ulete mafuta, mafuta uzia watu kumi, watu tisa waseme ya kusawila, mtu mmoja akusababisha we ukabash out container? Haiwezekani. Kwa hiyo, maybe huyo mtu anaweza tena kutumia mafuta mengine au akatafuta product nyingine, lakini tunaangalia sana. Tunaangalia sana comment uh, nzuri kutoka kwa, kwa wateja zetu. Okay. Angoti kuna pengine pia ni moja kati ya mtu ambaye ulifuata na ukatamani hilo. Wakala. Wakala? Hapana. Wewe, mimi sijawahi kumuombaga. Unamjua, tafuta celebrity yote kwenye kitu changu chote, sijawahi kuombaga. And kama ningekuwa mimi mtu wa hivyo, hata nywele zangu ungeona, wamevaa baadhi ya masta wengine mimi kila star unamwona amevaa nywele yangu. mimi si ana hela, kwa sababu mimi nata, nata, napenda sana hela. Ukiacha napenda hela, mimi na vitu vyangu natumia hela nyingi. siwezi nikaenda nika, yani nikatengeneza lip balm maybe ni iliyo cost more than milioni mia moja alafu nije nimtake nifa je kwa kwanza, mimi ili wewe wakala wangu nilikuwa unanunua product, kwa hiyo mimi sikuwa naomba, naomba kuwa, hata kama naomba kumbuka kuwa mimi niko karibu na watu maarufu zaidi ya huyo unaomtaja hapa mm. Sio unajua mm. Yaani mimi nina watu ambao ee wanamzidi kila kitu, kwa hiyo yaani ingekuwa beta nikasema naongea na Zuchu, naongea na Randi inge make sense. Lakini nikasema na kutafuta nifa kwa kipi mm. Hamna chochote hapo. Okay, watu wanasema kwamba mnaoneana wivu e, nataka ilo liweke sawa. Wewe na Nifa, nani anapaswa kumuonea wivu mwenzake? Hapo mm, jibu utakuwa nalo kwa sababu mimi najua nini nafanya mm. Mimi ni mmiliki wa brandi ya T, lakini pia sasa hivi nimekuja na Lux hmm, na ninafanya biashara zangu nyingine ambazo sio za kufahamika, ila kwenye kila biashara yangu naoileta kwenye soko inafanya vizuri. Auweza hivi ukawa unaongelea kuwa unataka kuvaa nywele nzuri sinitaje, hmm, unataka kuvaa nywele ya kiwango usinitaje, hmm. So yeye anacho cha kujifunza. hadi sasa hivi hapo kimtaja sijui anauza nini, yani siwezi kumweka yuko kwenye kategoria gani, ana vitu vingi anafanya naje kwenye vitu vingi anavyofanya anahakikisha anavyofanya ni perfect way. mm -hmm. I mean mfanyabiashara wote lengo lake au target yake mwisho wa siku uingize faida, na unapoingiza faida, kile kitu unachokifanya kikuletea tofauti kutoka Jumatano mpaka inavyofika Alhamisi, wewe unaona mabadiliko. Ni sawa sana hivi siwezi wewe mimi, labda nauza nguo nikakuona wewe leo umefungua duka la nguo kubwa nikachange kuja mm -hmm. kutengeneza duka kama lako kabla mimi sijapata faida hilo duka liniingizie sio leo. Kwa hiyo anacho cha kujifunza Anko T wa Tanzania wengi wamekuwa wakilalamika wakisema, bwana nyie wa mama mnaomsapoti Anko T, tunaomba na nyie mkija kuzaa watoto wafanane na Anko T. Una kitu to, tofauti gani na, mm, na wanaume wengine mimi? sina tofauti na wanaume wengine, ila mimi nina tofauti na wanaume wote ambao wana hela. Most of them wanaokuwa wana comment vitu vibaya n na, hawana hela mm. Nasubiri nikwambie kitu kimoja, hakuna kitu kibaya mm-hmm. Kama kumtoa maskini kufikiria, yani kumtoa maskini a change mind yake kuwa anafikiria kitajiri. Ujue sisi wa Afrika tumetengenezwa kwa umaskini, ni kama basi, yani wewe kuwa maskini ni, ni haki yako, kumbe which is not. Umaskini ni kitu ambacho unaweza kukataa kuanzia kwa kukisema mm. na kwa kuifanyia kazi. Sasa watu wengi sana wavivu. Wewe usikuja ukasema hivi, eti natamani mwanao sije aje kuwa aje kuwa kama Ankoti mm. Mimi huyo Ankoti unaniongelea naishi maisha labda kumliko babako. Sasa hapo, what is the problem? Mimi na mzee wako tunatakiwa tukae, tunaweza tukakaa hata mm, maybe tukiangalia tu miamala toka amekuzadi hapo ulipo, tusiwe na same transition. Mm. kwa hiyo anacho cha kujifunza, sio? Umeelewa? Mm. Kuna ile mm, namna ambayo inakukata mtu akikwenye comment akisema ngotia me left group no, haijawahi kunikata, haijawahi yeah, kunikata. Ujue hujue ndio wao naambiwa. Mm. Kuna a point ya maisha wewe ukifikia kuna baadhi ya vitu unavichukia kama kelele. Mimi siwezi kujie, kujie, kujichukia au kusema sijui fulani amenikomentia hivi nichukue kama nichukue tu person kwa sababu mimi naishi maisha ya ndoto zangu. Si umeelewa eh? Ehe, nahakikisha nafanya kazi. Kuna watu nimetoka kukuambia kwa nalipa watu zaidi ya 40 na hakuna mtu mmoja anaopishwa mshahara zaidi ya tarehe moja. Mm. Kwa hiyo mimi na watu wananitegemea, na hao watu wananitegemea, sitaki kuwavunja moyo kwa kufuatilia hizo comment au kufuatilia nani ananiambia nini. Mm. Mimi ninachotakiwa tu nijue sivunji sheria ya nchi lakini pia nafanya kazi zangu zote zikiwa zimesajiliwa na zinatambulika kitaifa, maana yake ni mlipa kodi na hivyo vitu vingine. Lakini haya mambo ya nani anasema nini, huyu anasema hiki, siwezi kufurahisha watu wote kama nilivyokuambia kwenye hawa watumia wanaocheka kuna thelathini awatanuna which siwezi kudili na hawa thelathini. Sasa mimi nitadili na hawa sabini waliocheka, na walicheka kwa sababu gani? Niwaongezee kicheko, that is what okay, wakati una zindua likubam zako kwenye tafrija ile, mm -hmm. kulitokea maneno kwamba kuna baadhi ya mastaa marafiki zako hawajafika kama kina nani nani, sasa <laughs> ikatokea story tena kwamba siku hizi hautokei kwenye shughuli nyingi kwa sababu uliona kama mastaa wakukat hivi una support sana aa, hawaku support sana, uko ndani yake hiyo? Mimi kwanza, kwenye speaking of watu wanisupport, naweza kusema ni ni, naweza nikalipa asilimia sabini kwa thelathini. Ikuwa hivi, mimi hapa natokea kwenye ishu nyingi sana za mastaa, na sio kila ishu ya star yetu namuona mimi. Nikitokea nakuwa nimetokea kufuatia na mwaliko. Kuna baadhi wananilipa mm. Lakini pia kuna baadhi tunafanya nao biashara ile bondi ya sisi kufanya biashara. Siwezi mimi leo nikashangaa ti Nandi anazindua kitu nisitokee mm. Sasa mimi na Nandi tuna maongezi ya era mm. always Nandi atataka ufanya hiki mm. mimi, atanihusisha mimi. Nataka kufanya hivi nitamhusisha. Speaking of mimi kipindi na loni brand yangu ya lip balm, kwa kwa nini, kuna baadhi ya watu wa karibu okay. wakutokea mimi nilonchi ni ile brandi siku ya tarehe thelathini siku ambayo Zuchu alikuwa ana perform Nairobi kwenye nini uwanja ile wow. lakini pia siku hiyohiyo Nandi alikuwa anafanya show kuna moja ya hoteli Tanzania hao ndio watu walikuwa wamehusishwa sana lakini kama ulikuwa umefuatilia mimi sikuwa nimealika watu wote nilialika watu wachache wa sana kwa kwasababu guest list yangu ilikuwa inagonga ni watu hamsini wa tu lakini hadi tuna launch tulikuwa tuna zaidi ya wa watu sabini. Yes. Kwa mimi nilialika watu wachache vitu vyangu, wiki sipendagi kuwa na high crowd, napenda nikiwaita watu same niweze ku accommodate eh, nataka wageni wakija wale wanywe. Kwa hiyo naitaga watu ambao wapo ndani ya uwezo wangu, ila sio kwamba nilialika, na ndio maana ile event ilifanya, nimetoka China, niliandaa after 5 days nikaifanya. so, swali la kuongezea hapa, moja kati ya kome, naamini kwamba moja kati ya swali ambalo nilizoa taharuki sana ni kuhusiana na interview ambayo kwa umefanya masaa machache yaliyopita, na Juma Lokori alikuuliza mm, swali kwamba wakati una una una wish kuingia kwenye ndoa ukasema ndio, akakuuliza unatamani kuoa oh, mwanamke mwanamke design gani? Ukasema ni mwanamke ambaye mwenye pesa. Nikasoma mm, comment pale, watu kama vile wakastaajabu, wa ngoti mta mtafutaji, na kwaje utamani amoe mwanamke mwenye pesa? Maana katika lelewe ama tafsiri <laughs> yake uh, nini unaambiwa, ukiwa wewe una hela unatakiwa utafute mwenzako hata kama ana ile hela ya wewe uliyokuwa nayo, ila asiwe limbukeni wa hela yako. Yaani mimi siwezi sasa hivi nikaja nikamua mwanamke akaja kwa sababu ya hela zangu, si umeelewa? ila anataka mwanamke ambaye hata kama atakuwa na yao na spirit ya kutafuta hela. Ili mimi ninapoleta laki saba, yeye ni mkute hata na laki na nusu. Ili tusimisi use laki saba. Kama yeye nitamkuta ana hata ile laki na nusu, mimi sitaimisi use laki saba. Na tunapoimisi use leo, kesho, kesho kuto tunakuja wote tutakuwa tuna hela. Kwa hiyo mimi kitendo cha kuita mwanamke mwenye hela ili tuwe tuwepo na uhakika wa kutengeneza familia bora, lakini familia yenye uhakika wa maisha wa vitu tunavyoleta duniani.